Mimi metoka ofisini hapo sasa hivi cha mzima Eh, sasa hivi hapa. Ghafla tu yani aoni kabisa, amekuwa kipofu. Okay, basi ngoja nipitie nyumbani afu nakuja sasa hivi, ngoja nipitie nyumbani mara moja, please please, number 1. Okay, ah, okay. Mkido, kuna ngazi ya kwanza sawa. Kuna ngazi ya pili, nyanyua mbwa yako. Kuna ya tatu tena, nyanyua ngazi zidondoke. Ah, malizia ya mwisho, nyanyua mbwa

Ndugu zangu tumekuja na tatizo kidogo. Sawa, bwana. Kama unapomuona ndugu yako hali yake, bwana, tuatoka na ofisini saizi, naona analalamika macho yanamsumbua sumbua kidogo. Kwa nikaona niji hapa kidogo, waweza kumuombea ombea kidogo. Maana da, siwezi, siwezi jua amepatwa na nini. Eh, mtihani. E, ni mtihani wa Mwenyezi Mungu. yeah. Yote kaipanga Mwenyezi Mungu, kama Mungu alivyozungumza kumwambia mtume kwamba kun la yusibana ila makataba allahu lana huwa maulana wa ala llahi falyatawakal muminini, kwamba waambie kwamba hakiwezi kuwapata kiti chochote isipokuwa ni kile alichokipanga Mwenyezi Mungu. Kwo naamini hii Mwenyezi Mungu ndio kaipanga, kwa hiyo itakuwa moja katika mpango wa mpangaji aliopanga kumpangia mpangio. Naam, tumwombea. okay. kwa Mwenyezi Mungu amjalie, naamini kwamba Allah lazima atamjalia. Nitashukuru sana, nitashukuru sana. yeah.

Shukuru sana, kweli Mungu mkubwa. Nyuka ndugu yangu, pole sana. Ama ah. Kweli Mungu mkubwa. Naam. Sasa maalim, mimi goja nikukimbie, kwa sababu tulitoroka tu ofisini. Mara moja nikaona bwana ni mleti hapa, ndugu yangu yangupapa no, wapelekee watoto yeah, mayatima, au sio bwana? Lakini shehe, hii ni zawadi tu, nitaka nikupatie ni zawadi yako tu bwana, iapataa zawadi yao

Samahani kijana wewe ukoje na huyu mgonjwa huyu mgonjwa mimi si yangu ila tu ninamfahamu hadi anapoishi na ndivyo nilivyomkuta akadondoka nikaamua nimlete hospitali aa vizuri sasa yeah. Hivi vipimo vyake hivi vinaonyesha hana maradhi yoyote. Ndiyo, na ni vizuri zaidi wewe uende nyumbani kwao, tunasema mpafahamu. Yeah, waagiza wazazi wake waje kesho ili niweze kuwafafanulia vizuri sawa. Sawasawa, sawaah, sawa. Ibrahim. Kwani hujaoga mpaka saa hivi? Hai, subiri maji apatie moto tutaenda kuogesha sasa hivi. Mama. Salamu alaikum. Waalaikum salamu. Za hapa? Salama tu, ndiyo. Karibu. Asante. Mimi nimekuja kukupa taarifa kwamba Shafi amedondoka hapo barabarani Subhanallah, lakini kwa bahati nzuri Tumepata Msamaria wema, tumempeleka hospitali hospitali hapo. Hospitali gani? Hospitali ya mkoa wako. Haya mama, mimi nakwenda. Naelekea nyumbani. Haya, asante. Sawa mama. Karibu. Haya. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Karibu mwao. Karibu. Ah, baraza si kwema mume wangu. Imekuwaje? Shafia amepata matatizo. Matatizo gani? Shafia amepata na matatizo, amekuja kijana hapa kunaambia akadondoka huko barabarani na wamempeleka hospitali kubwa. Aya, inshallah tutaenda asubuhi kumwona mume wangu. Ni vizuri utaoga sasa hivi au baadaye? Uh, baadaye kidogo. Utaoga baadaye, ngoja nimwogeshe mtoto

ba yeah. vizuri mzee, mm. Unajua oh, yeah. mm. mm. mm. mm. Huyu kijana kijana jioni leo nah. Akiwa hajitambua lakini nah. Baada ya kufanyia vipimo vingi sana nah. Kwa kweli ni maajabu ni muda mrefu mi nafanya uchunguzi katika maradhi ya akili ya akili ya, lakini huyu no. hata dalili tu hana katika vipimo vyake. yes, ye. labda niwaulize kitu kimoja no. huwa anafanya kazi gani labda? yes. yes. eh, kama jezi mwenyewe yuko ofisini sasa mzee. no. Mimi nikushauri kitu kimoja, mi nadhani Ujipange tu mpeleke hospitali ya rufaa. uh -huh. Kwa sababu mimi nimefanya uchunguzi, lakini kwa kweli vipimo vyake hivi, hana maradhi ya akili wala chochote. Sawa, msehemawake na majukumu mengine Wewe kijana, nini kinachokusumbua? waalaikum salam wabarakatu. baada ya kuongea na daktari hapa, daktari anasema kwamba kunabai baba Mm -hmm. Sababu yeye kashindwa, akapima kila kitu haoni haoni haoni, ukapima ugonjwa wote, kapima kila kitu. Ametushauri kwamba apigwe transfer, aondoke sababu haoni kitu, nawezekana tevisiwa uhakika ha

Sh Shafia ametutoroka eh, saizi tusubiri hapa si. Ah, maeneo sangu eh, eh, eh. Eh, sio wenyewe tunakuja ah.